Unajua kwamba kabla ya Shetani kuwa adui wa Mungu aliwahi kuitwa nyota ya asubuhi? Ndiyo, maandiko ya kale yanasema alikuwa mmoja wa malaika wenye mwanga mwingi zaidi mbinguni. Alijulikana kama Lucifer, jina ambalo kwa Kilatini linamaanisha mleta nuru. Alikuwa kiumbe wa heshima, mwenye hekima na karibu na kiti cha Mungu. Lakini hadithi haikuishia hapo, kiburi kilianza kujitokeza. Alitaka kuwa sawa na Mungu, akachagua kujitegemea badala ya kutii. Kutoka hapo nuru yake ikageuka kuwa giza, na malaika waliokuwa pamoja naye walifukuzwa mbinguni, wakaitwa waliopotea. Lakini swali kubwa linabaki: je, shetani kweli aliumbwa kuwa mwovu, au alikuwa malaika wa mwanga aliyeasi kwa sababu ya uhuru wa kuchagua? Hadithi hii inaficha siri kubwa kuhusu asili ya mwanga na giza ndani ya kila mmoja wetu. Na baadhi ya vitabu vilivyofutwa vinaeleza mambo ambayo makanisa hayajawahi kufundisha. Ukitaka kujua siri nzima ya Shetani kabla ya kuanguka, angalia video kamili sasa hivi kwenye YouTube, kwenye Mwanga wa Ukweli.